Maradhi ya mifupa yanaku, yanatofautiana kulingana na vihatarishi vya kimaumbile ki ambayo Mwenyezi Mungu ametuweka nayo kama homoni ambazo tunatofautiana homoni mwanaume na mwanamke kwa sababu wenzetu wanawake wanapokuwa e, wako kwenye hedhi akitoka kuna homoni ambazo zina control e, hedhi yao ambazo zina, e, zina, zina e, effect, au zina Yes, zina effect kwenye upande wa ufanyaji kazi wa mifupa na, na uimara wa mifupa yao. Na ukizungumza hapo kwenye e, swala zima hilo la maradhi e, mtu ana anatamani kufahamu zaidi kuhusiana na sababu za maradhi haya, lakini pia dalili zake huwa ni zipi? Mtu akishaona tu kwamba sasa hivi najisikia hivi, basi ajue tayari ameshapatwa na maradhi ya, ya mifupa e, ni dalili zipi ambazo e, mtu akihisi kwenye mwili wake e, kitu fulani kinamsumbua na e, ajue kabisa hapa tayari kuna maradhi ya mifupa yameshaanza kumnyemelea hata e, vilevile upande wa maradhi pia inategemea ni mfupa sehemu gani ya mwili ambao nauma. E, mifupa tunaweza kusema iko katika pia makundi kama mawili kwa haraka haraka, kuna mifupa mifupi na mifupa mirefu, lakini vilevile vile kwenye mfupa mifupa mifupi na mirefu inategemea pia e, sehemu gani ya huo mfupa ina maradhi. Kama mfupa huko mf e, una maradhi katikati ya kiung kiungio ambayo ni joint dalili zake zitatofautiana sana na mfupa ambao unauma ule mrefu katikati ya mwisho na mwisho, na mwisho. Kwa hiyo inategemea ni sehemu gani ya mfupa ambao unauma na inategemea pia ni mfupa upi. Dalili zinatofautiana sana kulingana na aina ya mfupa na ya mfupa na sehemu ya mfupa husika. Mm, kwa, eh, kwa wagonjwa wengi tunaopokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete tuna wagonjwa wengi kwa upande wa watu wazima ambao kwenye eh, eh, Geriatric group au wazee ambao matatizo makubwa kabisa ambayo yanawakumba wengi ni matatizo ya mgongo au kiuno, kwa jina jingine, na matatizo ya magoti au ni ambayo yanatokana na sababu mbalimbali mbali kama nilivyosema tangia hapo awali labda kwa kifupi kwa sababu haya ni matatizo ambayo ndo yanaathiri asilimia uh, kubwa ya wagonjwa au kundi la wazee. Nianze kabisa kwa kuelezea dalili za magonjwa ya, ya, ya maradhi ya mifupa kwa upande, inawapata watu wengi sana, madereva ambao wanaendesha maroli muda mwingi wanakuwa kwenye kiti chao cha kuendesha maroli au kwenye madereva, ambapo uti wa mgongo asiku konsentrate na uendeshaji, kwa hiyo ile mgongo zile wanaita achi zile mikunjo ambayo Mwenyezi Mungu ametutengenezea inakuwa distorted au inakuwa e, inapata hitilafu kulingana na hiyo kazi. Kazi nyingine inawapata watu wengi ambao wana, e, wanakuwa wanashughulika na shughuli za kunyanyua vitu vizito au kuinama kwa muda mrefu, kunyanyua kitu kizito. Lakini pia kuna kundi la watu ambao wanalipata kusababu, kwa sababu ya uzee wa kupitiliza ambao zile pingili vile viwambo vinavyotengenesha mfupa wa pingili wa juu na chini, wanaita disk, zinakuwa zimeshapata hitilafu kulingana na kutumika kwa muda mrefu, wanaita degenerative lumbar sacro spine disease. Lakini vilevile tuna kundi la eh, wanaopata hilo tatizo kwa sababu ya shughuli zao, wanapata kukakamaa kwa misuli inayozunguka pingili za uti wa mgongo, wanaita eh, spasms. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wagonjwa wa mgongo kwa maana ya kiuno, anaanza kwa kusikia maumivu makali ya kiuno ambayo yanakuwa kama ametoneshwa au kama kichomi, lakini sio kichomi. Anasikia kama kitu fulani mgongo na, na kama kitu fulani chenye ncha kali kimekata, ila sio kwa maana ya kwamba mtu amemkata, lakini anaanzia kwenye kiuno, maumivu yanaanza kushuka chini kuelekea kwenye katikati ya matako, na kadiri siku zinavyoendelea, kwa sababu uti wa mgongo ndo unalindwa na ile mifupa ya pingili za uti wa mgongo, na ile mishipa ya fahamu inapita upande wa kulia na kushoto kuweza kutoa mawasiliano kwa upande wa wa wa, wa, wa miguu. Kwa hiyo baada ya zile mishipa ya fahamu kukandamizwa, anapata kukakamaa kwa misuli ya mapaja na, na, na misuri mingine ya, ya, ya, ya, ya miguu ambayo ni lower limb, hiyo tunaita kwa kitaalamu radiculopathy. Maeneo yanayokuwa mepesi italingana na umri, pia inalingana na kazi ya mtu ambazo ni sana sana tunasema ni risk factors. Lakini kwa upande wa mgongo ni maeneo mawili ambayo yanakuwa na hatarishi sana. Kuna kishingo, lakini vilevile vile, maeneo ya shingo yanaita cervical spine na mgongo, kiuno ambao wanaita lumbar sacral spine, na sababu zipo za kitaalam kulingana na maumbile kwamba sehemu ile lumbar sacral spine, yani kwa maana ya kiuno, kati ya inayotenganisha kiuno na matako, pale zile pingili ndo zinazokuwa za high mobile zimetengenezwa hivyo na Mwenyezi Mungu kwamba zinakuwa eh, ni more mobile kuli, ukilinganisha na sehemu nyingine ya pingili. Kwa hiyo zinatumika sana, kwa hiyo unakuta risk ya kupata maradhi ya mgongo kwa upande huo inakuwa ni kubwa sana. Lakini sababu nyingine ni kwamba eh, mwili wa binadamu akiwa amekaa eh, uzito wote unabebwa na maeneo hayo, kabla haujasambazwa kwenda kwenye mguu wa kushoto na kulia, kwa hiyo na yenyewe inachangia kwa sababu kubwa kuwa ni eneo ambalo eh, ni lina riski kubwa au kihatarishi kikubwa cha kuwa na maradhi ya mifupa. Lakini vile vile, tukija kwa upande wa magoti, kwa sababu mwili wote unabebwa kabla haujafika kwenye makanyagio, lazima uzito wote, nusu ipite goti la kulia na nusu ipite goti la kushoto. Kwa hiyo, na yenyewe ni eneo ambalo ni linaathirika sana, hasa hasa kwa watu ambao ni wana uzito mkubwa au wanakuwa wana, uh, uh, kulingana na umri wao kwamba uh, hormonal changes zimewasababishia ule uroto kupungua na kwenye, kwenye eneo hilo la magoti. Lakini pia eneo la kiuno uh, umezungumza pia eneo la shingo kwa sababu hapo huku kwenye ki, kwenye kiuno na magoti kuna sababu ambazo umezitaja, lakini kwa nini shingo wakati tunajua kule ni kugeuka na nini na nini? Hakuna chochote ambacho kinaendelea, hakuna uzito ambao labda, ni kichwa tu hiki ambacho eh, kinatia uzito kwenye shingo. E, ndiyo. Kwa upande wa chini nimeelezea riski kubwa ambayo naweza kusema ni occupational pia, lakini pamoja na ile physiological kwamba inabeba uzito mkubwa, lakini upande wa shingo inategemea pia na occupation na elimu ya wewe mwenyewe, zile pingili unazi e, unazikea vipi, yaani unazijali una, una kwa kiasi gani, kwa maana ya kwamba shingo ndio haibebi uzito lakini, kumbuka kuna, kwa upande wa vijana e, asilimia kubwa unakuta wanabeba vitu wanaweka begani, wakati mzigo hauwezi kuwa lazima uegemee kwenye zile pingili. Lakini vile vile kwa upande wa kina mama kwa mazingira yetu wanabeba e, vitu kichwani kama ndoo ya maji unakuta asubuhi, mchana na jioni anabeba kuni, anabeba vitu vizito. Lakini kuna wengine pia eh, katika maisha yao unakuta analala bila mto au mtu anaulalia ana ambao unakuwa ni laini sana. Kwa hiyo zile pingili zinakuwa katika mkao ambao zinakunjamana, eh, katika hali ambayo siyo sahihi kabisa, na riski nyingine inategemea pia kama nilivyosema, eji inawezi ikawa umri umeenda sana, kwa hiyo amepata hilo degenerative eh, cervical spine disease. Kwa sababu ya zile pingili vile viwambo vinavyolainisha kati ya pingili na pingili kutumika kwa muda mrefu na kulika. Kuna, kuna, kuna mtu anasema kuna uwezekano mtoto mdogo kuwa na maradhi ya mifupa, ama ni umri upi ambao mtu akifikia, eh, possibility ya kupata maradhi haya inakuwa ni kubwa? Uh, possibility ya kupata maradhi gani na umri gani inategemea na aina ya maradhi. Kama nilivyosema, kwa upande wa mgongo ile degenerative lumbar sacral spine au uh, cervical spine and degenerative spine disease ni magonjwa ya wazee, lakini vijana pia wanayapata kulingana na occupation, kwamba kazi zao unakuwa kwenye vihatarishi sana. Lakini eh, tukija kwa upande wa watoto pia wana magonjwa yao ambayo yanakuwa ni common kwao kwa watoto tuseme first and second decades, wanakuwa yani, kwa maana ya muongo wa kwanza wa maisha na muongo wa pili wa maisha, wenyewe wanakuwa kwenye riski kwa sababu umri huo unakuwa mifupa eh, seli zake zinakuwa active growth, yani kwa maana ya kwamba wako kwenye umri ambao, eh, changamufu kwenye kukua. Kwa hiyo wenyewe maradhi, asilimia kubwa wanapata maradhi ya eh, jamii ya kansa na asilimia kubwa sana yanaathiri sehemu za mifupa ambazo zina active growth, kwa maana ya kwamba mfupa karibu kabisa na joint, ambapo seli nyingi zinagawanyika zina kwa kumsaidia kurefuka au kufanya nini, ndio zinazo zinazokuwa za kwanza kabisa kuonyesha dalili za kuugua. Kwa mfano kwa kundi la second decade, umri wa kuanzia miaka 15 hadi 18, kundi kubwa maradhi ambayo ni ya sana sana ni kansa wanaita osteosarcoma ndo kansa e, ambayo wakati mwingine watu uelewa inakuwa mdogo, anaweza akafikiri labda ni mfupa mtoto anakuwa unaumia labda unakuwa sana, lakini e, inakuwa ni tatizo ambalo ni ni kansa ambalo linajitokeza ina, lakini vilevile vile kuna magonjwa ya utotoni ambayo ni the first 10 years. E, watoto kuanzia umri wa mwaka moja hadi miaka mitano pale wenyewe, asilimia kubwa wanapata magonjwa ya lishe, tunaita rickets. Kwa hiyo unapata matege kwa sababu ya upungufu ya, ya, ya wa madini wa, wa vitamini D ambayo inahusika moja kwa moja au kwa njia moja au nyingine, katika kufanya mfupa uwe mgumu kwa calcium resorption. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa kwa sababu sehemu ambazo kama nilivyosema zinazohusika kwenye ku, e, kukua asilimia kubwa ziko karibu na goti, unakuta ukuaji wake unakuwa e, mfupu unakuwa ni mwepesi sana kupinda, wakati akiwa anakuwa anaanza kupata matege. Kwa hiyo asilimia kubwa upande wa watoto second, first e, decade, miaka kuanzia moja hadi mitano tunapata shida ya matege kwa watoto. Ukiaje tena kwenye de, second decade ambao ni miaka kuanzia kumi na nne hadi kumi na nane wenyewe wanakuwa kwenye riski ya kansa kama nilivyosema osteosarcoma. Nakuja tena kwenye third decade na wenyewe wanakuwa na shida yao ambayo ni tofauti. Kwa hiyo itategemea pia na e, umri kundi fulani linakuwa kwenye riski au kwenye kihatarishi cha ugonjwa fulani wa mfupa ukilinganisha na kundi jingine, kwa wanaita reproductive age, hasa hasa wasichana, akina mama umri mdogo kabisa, wanakuja tunawatibu eh, kiuno, maumivu makali ya kiuno. Kwanza kabisa nielezee kwa upande wa wanawake katika umri huo, sababu zipo nyingi. Kuna wale ambao wanajifungua kwa njia ya operation, anachomwa ile sindano ya mgongoni kwa hiyo zile uh, anashindwa kufata maelekezo, anapata hiyo shida ya misuli ya mgongo, maeneo ya kiuno kukakamaa. Lakini pia kuna wale ambao eh, wanajifungua watoto wa wenye uzito mkubwa kupitiliza kiasi, ambao wanaita bigi babies. kwa hiyo anapokuwa amebeba ule ye, mtoto wake tumboni ambaye ni mzito kupita kiasi, kwa muda mrefu, labda kuanzia mwezi wa saba hadi wa tisa tumbo lake eneo la kiuno, mgongo unakuwa umekunjamana kwa sababu tumbo linakuwa limeelekea mbele. Kwa hiyo eneo ambalo ni la mgongo linakun, linakunjamana kupitiliza kiasi kwa muda mrefu, mwisho wa siku akija kujifungua, ile misuli iliyokuwa inazunguka kiuno cha, cha, cha huyo mama inakuwa inauma. Lakini kingine ambacho pia kinasababisha ni kwa sababu unakuta mama anaweza akawa na mtoto mdogo au mkubwa, lakini anaumwa uchungu kwa muda mrefu bila kujifungua. Kwa hiyo ule uchungu anakaa nao muda mrefu, yale maumivu wakati wa, wa uchungu, ile misuli inavyokakamana na yeye mishemishe za wakati wa uchungu, unajikuta ile misuli inayozunguka zile pingili za mgongo zinapata zinaathirika. Lakini pia tuna ile e, ambayo inawapata kina mama baada ya kujifungua, wanashindwa kufuata maelekezo wakina mama wa zamani hilo tatizo alikuwepo kwa sababu walikuwa na ile tabia ya kukanda mgongo mama akishajifungua. Kwa hiyo unajikuta akijifungua anachukua kama wiki mbili, kabibi kana mkanda. Kwa hiyo ile misuli ambayo ilikuwa imekakamaa wakati wa uchungu, wakati muda mrefu akiwa mjamzito mzito au baada ya kujifungua mtoto mzito, ina, ina, ina relax; wanaita muscle relaxation. Kwa hiyo unakuta Ee mama, kwa wasichana au wakina mama wa kisasa wamefuata maisha ya, ya kisasa wanashindwa kufuata hayo maelekezo, anajifungua, anashindwa kukandwa. Kwa hiyo ile misuli inakakamaa inasababisha muscle spasm, tunaita ile misuli ya kiuno inakakamaa, mwisho wa siku wanaishia kuwa mgonjwa wa mgongo. Na kama alivyouliza kwamba matibabu yapo na wagonjwa wengi tunawatibu na tuna matibabu yake yako katika aina mbalimbali. Cha kwanza kabisa huwa tunafanya kipimo cha x-ray ya pingili za mgongo au za kiuno kuweza kuona mkunjo wa, wa kiuno pingili zake katika upande wa kiuno ziko katika hali ambayo tunategemea ndo mkunjo ambao Mwenyezi Mungu aliuumba. Kwa hiyo tunakuta asilimia nyingi wanakuwa na mikunjo umesha haribiwa kwa sababu ya tatizo la kukakamaa kwa misuli ya mgongo na matibabu yao yapo aina mbili. Kuna matibabu ya dawa za kusaidia ile misuli relax iachie, lakini pia kuna matibabu ya, ya, matibabu ya mazoezi tiba, ambapo anafanyishwa mazoezi, anawekwa kwenye kifaa cha kisasa kabisa ambacho kinachemsha ile misuli ya mgongo ili misuli ianze kurelax, na, na ile misuli inaanza kufanyishwa mazoezi ile relax, ili iweze ku, eh, ku na kuweza kuwa katika hali yake ya, ya awali bila maumivu.